Mpya wa Talanta ambao bado unajengwa hapa jijini Nairobi utabadilishwa jina na kuitwa Uwanja wa Kimataifa wa Raila Amolo Odinga utakapokamilika mwezi Machi mwaka ujao. Rais William Ruto aliidhinisha uwanja huo wa kubadilishwa jina kama heshima kwa hayati Raila Odinga na mojawapo ya hatua za kutambua mchango wake katika kupigania haki za raia na demokrasia ya taifa. Seth Olale anaarifu zaidi. Ndiyo uwanja wa Talanta utakaokuwa na uwezo wa kuwahifadhi watu elfu sitini. Uwanja huo wa aina yake utakaokamilika mwezi Machi mwaka ujao ulizua gumzo kwenye maadhimisho ya mwaka huu ya Jamhuri Dei, Gavana wa Nairobi, Johnson Sakaja, akizua hoja ya kuupa uwanja wa Talanta hadhi zaidi kwa kuubadilisha jina na libatiza Raila Odinga International Stadium kama ishara ya kutambua mchango wa hayati Raila Amolo Odinga, shujaa aliyejinima sana na kupigania maslahi ya Mkenya wa kawaida. Uwanja huo uite Raila Odinga International Stadium ili kumkumbuka baba wetu ambaye alituacha, ni pendekezo lililopokewa kwa vifijo, nderemo na msisimko mkubwa na halaiki iliyohudhuria sherehe za jamhuri katika uwanja wa Nyayo. <todicilio> Naye rais William Ruto aliposimama kulihutubia taifa, alianza kwa kuwarai wananchi kutoa heshima zao kwa hayati Raila Odinga: Tafadhali nawaomba tusimame kwa dakika moja kwa heshima ya kiongozi wetu. Na kisha alitia kibwagizo rai za kugeuza jina la uwanja huo kwa kutafuta uungwaji mkono wa wananchi. Mumesema ipatiwe jina la Raila Amolo Odinga International Stadium. Nimewasikiza na tukikamilisha tutafanya hivyo. Tangazo hilo lilipokewa kwa shangwe na Wakenya. Ni katika uwanja huu wa Nyayo wa Kenya walimiminika tarehe 17 mwezi Oktoba mwaka huu kuhudhuria ibada maalum ya hayati Raila Amolo Odinga, na ni papa hapa ndipo Rais William Ruto ametangaza kwamba uwanja wa Talanta utageuzwa na kuitwa uwanja wa Raila Amolo Odinga. Seth Olale, luninga ya Citizen katika uwanja wa Nyayo, County ya Nairobi.